Yeah. Waheshimiwa, na wapendwa mapadre wote, watawa, kamati tendaji ya halmashauri ya walei, waimarishwa, wanakwaya na waamini wote. Nawapongeza na, na kuwatakia heri na baraka za mtoto Yesu. Hakika Mungu ametupenda. Katika mwaka huu wa Jubilei 2025 ametujalia tena kuadhimisha Krismas. Tumshukuru kwa nderemo na vifijo ninapowapongeza kwa sherehe za Krismasi. Naomba salamu hizi ziwafikie wote nyumbani kwenu, kwenye ujirani wenu na jumuiya zenu. Naomba niwakumbushe kwamba tunaendelea na maadhimisho ya mwaka wa jubilei kiulimwengu. Mwaka wa jubilei utahitimishwa tarehe ya sita mwezi wa kwanza. Sisi, kwa kuwa tarehe ya sita mwezi wa kwanza ni siku ya wiki, tutaunganisha tukio la kuhitimisha mwaka wa jubilei na tukio la hija yetu huko Pugu kuwakumbuka mashahidi wa Pugu, na hilo litafanyika tarehe ya kumi mwezi Januari, siku ya Jumamosi. Ninaomba, nikitambua kwamba kuna vyombo vya habari hapa, taarifa hizi Ziwafikie waamini wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam.